Karibu tena. Taifa la Kenya lilijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya afya akili duniani huku ikibainika kuwa takriban asilimia 75 ya Wakenya wanaopitia changamoto ya akili afya akili hawapati huduma wanazohitaji. Aidha, wizara ya afya iliongoza msafara jiji Nairobi wa kutoa hamasisho kuhusiana na umuhimu wa afya ya akili, utetezi dhidi ya unyanyapaa wa jamii, pamoja na kujumuisha jamii katika mikakati ya kupambana na changamoto hiyo. In our homa Bay siaya and kakamega where people can get access compassionate and professional care na shabiki na jamii ilizuru